Hapa unaoona mbelenu kama alivyosema mwezeshaji ni wanawake vinara. Hawa vinara wametokea mkoa wa Kagera, wilaya ya Muleba, na wametoka katika visiwa mbalimbali. Hapa tuna washiriki wametoka kisiwa cha Gozba, wengine wametoka kisiwa cha Murumo, kisiwa cha Kimoyomoyo, kisiwa cha Chakazimbwe na kisiwa cha Ikuza. Lakini pia tuna washiriki kutoka mkoa wa Geita, wilaya ya Chato hawa wanawake wanajishughulisha katika biashara katika sekta ya uvuvi na ule mnyororo wote wa thamani. Kwa hiyo kwa siku ya leo, kupitia mradi ambao tumekuwa tukiutekeleza ambao tumepata ufadhili kutoka Bill na Melinda Gates Foundation, ni mradi ambao unafanyika katika nchi tatu, nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda kwa hiyo kwa Tanzania mradi unawezeshwa au unatekelezwa kupitia mtandao huu wa Taufa Tanzania Women Fish Workers Association. Lakini mradi kwa muda mrefu sana, huu mtandao kwa muda mrefu umekuwa ukilelewa na shirika la Emedo. Kwa hiyo sasa sisi kama watekelezaji, kama Taufa tunatekelezaje? Hapo ndipo ilipokuja umuhimu mkubwa wa kuingia kwenye Eh, makubaliano niseme au mashirikiano na taasisi ambazo ni za kiserikali. Kwa hiyo FETA pia tunawashukuru sana kwa sababu mmekubali kutushika mkono kwa wadau muhimu sana ambao tunafanya kazi kwenye mambo ya kuongeza ubora wa bidhaa ambazo hizi zimetoka sekta ya uvuvi. Lakini pia eh, mtu mwingine muhimu sana ambaye ni taasisi ya kiserikali ni shirika la SIDO. Hawa mama wanaoona hapa tayari wameshapewa mafunzo kutoka shirika la SIDO upande wa Kagera. Kwa sababu pia nao wametushika mkono, wamekubali kuwa wadau ambao watajengea kina mama uwezo kwenye mambo yote yanayohusiana na biashara. Kwa hiyo kwa FETA, vitu wakina mama walivyojifunza kwa hizi siku tatu wao wenyewe ni mashuhuda, kuna vitu vitatokea na tutaleta mrejesho. Ikiwemo majiko yale ya kubanikia, kina mama wameona wapo, ile elimu wameibeba, kwa sababu wao wanafanya zile kazi wameona namna ufungashaji unavyofanyika, wameona dagaa za moshi. Kwa hiyo haya mafunzo yote kwa kweli tunashukuru sana shirika taasisi ya FETA. Tuwe, tuwe wa mfano. Wamama wachakataji wako wengi mno na wana shida nyingi, lakini tuwaonyeshe kwamba ina inawezekana. Tuachane na ile kwamba kila siku tunaongea matatizo, sasa hivi tuwe na mrengo ule ambao ni chanya Tatizo lipo kwani hamna mwenye shida? Jamani, shida zipo, lakini tunapambana nazo vipi? tukiendelea kukaa tunalalamika, tunalalamika, hatutanyanyuka milele. Kwa hiyo hiyo sisi sasa hivi tuseme kwamba hayo ni hiyo ni njia tu, lakini ipo siku nitafika ninakoenda na mkuu wa chuo. Uh, mafunzo kama haya pia yatafanyika tena kwa awamu nyingine. This time hawa wametoka Kagera, lakini watakaokuja watatoka Mara na Mwanza, kwa sababu katika huu mradi tumebainisha hao champions vinara hamsini jumla. Mm -hmm, na hawa vinara hamsini ndo kupitia hao tunatakiwa tufike. Namba kitogo alisema namba moja elfu moja mia sita ngapi, sitini na saba. Hiyo kazi sio ya wale wawili, kazi ni ya nani? Mbona umeongea kinyonge? kazi ni ya nani? <laughs> E, kwani mfanye hiyo kazi ili hata siku ya siku n yani, hata ukienda kwa Mungu, Mungu nilisaidia mimi, nilinyanyua wenzangu kama kumi hivi. Na vilevile vile, kinara Sifa ya kinara, sifa mojawapo ya kinara ni kushika mkono wengine, unapopanda zile ngazi, panda na wengine. Kwa majina naitwa Febronia Paulo Marwa tokea wilaya Chato, mkoa wa Geita. Napenda sana kushukuru, nashukuru sana kwa mafunzo haya yanifikisha hapa Mwanza Feta. Nashukuru sana shirika Laemedo, kwa kweli nimejifunza vitu vingi sana, ambavyo hivi vitu nategemea vinaenda kunibadilisha. Mfano, nimejifunza aina ya kupaki samaki, kuweka nembo. Nimejifunza ubanikaji wa samaki. Mimi nilivyokuwa nikibanika ilikuwa ni tofauti kabisa, lakini nimepata mafunzo mazuri, samaki inabanikwa kwa ubora zaidi samaki inatakiwa isafishwe kwa umakini zaidi. Nashukuru sana kwa mafunzo haya. Nafikiri nitakapokuwa narudi Chato Geita, vikundi vyangu nitavifundisha jinsi nilivyopata mafunzo, nitavieleza hasa kujiunga na taufa. Kwa majina naitwa Judis Paulo Malekela, natokea mkoa wa Kagera, wilaya ya Mleba, kisiwani Gosba. Kwanza kabisa ninapenda kushukuru shirika la Imedo kwa kuwa pamoja nasi kinamama wachakataji pale, ambapo waliweza kutuona kwamba kinamama wachakataji tunao uhitaji wa kupata elimu, kwani zamani tulikuwa tukifanya kazi zetu bila kutumia elimu yoyote, lakini toka wametushika mkono, wametupatia elimu mbalimbali, lakini hadi leo wametufikisha katika chuo cha Feta kwa ajili ya kupata elimu kwa ajili ya uandaaji wa samaki na pia ubanikaji, ukaangaji na pia ubanikaji wa dagaa. Toka tumefika hapa, tumepata mafunzo mbalimbali, tumepata haya mafunzo ya ubanikaji wa dagaa, lakini ni elimu ambayo tumeipata kwa ajili ya kina mama wenzetu ambao wako nyuma yetu ambao hawakuweza kufika hapa.